Kwa kweli tunawashukuru sana kwa heshima kubwa ambayo mmekipa chama chetu na amenipa mimi asanteni sana. <tipa> La pili, naomba mpokee salamu kutoka kwa mwenyekiti wa chama chetu Dr Samia Suluhu Hassan anawasalimu sana. Nilimwaga kwamba nakuja Tunduru leo, kaniambia waambie wa watu wa Tunduru tunawapenda na tutaendelea kuwatumikia. <tipa> mhoye Ndugu zangu wa Tunduru, kwa sababu ya mwenendo wa mvua naongea mambo mawili, tunakula muziki, tunatawanyika. Sawa sawa, tumeelewana. La kwanza, nawashukuru sana ndugu zetu kutoka chama cha ACT waliojiunga yu yu na chama cha Mapinduzi, na natoa wito kwa wananchi wote wa Tanzania wa vyama vyote kujiunga na CCM natoa wito kwa wana CCM wote, wananchi wote wa Tanzania kujiunga na nini, na CCM, kwa sababu ndiyo chama cha maendeleo na sisi tuko tayari kufanya kazi na Watanzania wote bila kuwabagua. La pili, Watanzania tuendelee kuilinda, kuitetea na kuienzi amani ya nchi yetu kwa nguvu zetu zote. Nchi yetu iendelee kuwa na upendo, nchi yetu iendelee kuwa na mshikamano, tuendelee kupendana, tulete maendeleo ya nchi yetu.